Mambo ya giza na mambo ya kichawi yamekuwa ni siri nzito inayofichwa kwa hali ya juu katika jamii zetu. Wapo watu wanaotumia njia za kishetani kutafuta pesa, na hii inapelekea kugharimu maisha ya watu na furaha za watu pia. Hii ni hadithi ya mchungaji ambaye aliamua kutumia njia za giza ili kupata utajiri, hatimaye aliamua kuchukua nafsi za watu wengi. Ungana na mimi katika hadithi hii mpaka mwisho. Katika mji wa Emerald palikuwa na mke mmoja ulioitwa Avalon. watu wengi waliogopa kuishi katika mtaa huu kutokana na hadithi za kutisha zilizosimuliwa kuhusu. Katika mtaa wa Avalon palikuwa na kanisa moja lililokuwa na mwonekano akubu pisha sana kwa nje. Hakuna mtu aliyethubutu kukanaga kanisa hilo, lakini hili halikuwa la kustaajabisha. Kinichoshangaza watu ni kwamba kila ilipofika siku ya ibada katika kanisa hili zilisikika sauti za watu wakiwa wanafanya maombi huku wanalia. Hili ndilo liliofanya watu waogope kanisa hili zaidi, kwani hata mmoja angejaribu kuchungulia kutoka dirishani asingeona kiumbe yoyote, bali angesikia sauti za vilio pamoja na maombi. Siku moja binti aliyeitwa Lili alisafiri kutoka mjini na kwenda katika mtaa wa Avaloni kumsalimia bibi yake. Lili alipofika alisikia kuhusu kanisa la ajabu iliyosikika vilio na maombi siku ya ibada. Lili alitamani kujua kuhusu kanisa hilo. Siku moja akiwa na bibi yake wakiwa wamekaa pamoja wakipata chakula cha usiku, Lili alimuuliza kwani, bibi, kwa nini kanisa hilo la ajabu watu husikika siku za ibada lakini hawaonekani? Bibi yake alimwambia, mjukuu wangu, kanisa la ajabu ina historia mbaya sana. Miaka tisa iliyopita, katika siku moja majira ya usiku, watu wengi walikuwa ndani ya kanisa hilo wakifanya ibada, lakini walipoteza maisha wote katika mazingira ya kutatanisha wakiwa katika ibada. Jeni alishangaa na kumuuliza bibi yake, ina maana hakuna mtu yoyote aliyebaki hai kipindiko aliokuwa anafanya ibada? dibilili alisema yaani, mjukuu wangu mtu aliyebahatika kuishi alikuwa ni mchungaji Austin, yeye tu ndiye alibahatika kuishi na alisema siku hiyo waliingiliwa na mashetani ya ajabu na aliwadhuru wote, ila yeye alibahatika kupona. Yeye aliamua kufungua kanisa lingine baada ya lile la kwanza kuteketea. Hadithi hii ilimchoma sana Lili, kwani alihisi watu wale walipoteza maisha bila hatia. mchungaji Austin alikuwa ni mchungaji aliyewahi kuongoza kanisa lile la ajabu miaka tisa iliyopita baada ya tukio lile kutokea na yeye kuokoka aliamua kuanzisha kanisa ya sehemu nyingine sasa alikuwa akimiliki kanisa kubwa sana alikuwa na jumba la kifahari na alitembelea magari ya kifahari pia maisha yake ya sasa yalikuwa ni mazuri tofauti na maisha yake ya kipindi kile. siku moja binti Lili aliamua kwenda kufanya ibada katika kanisa la mchungaji Austin. Lili alishangazwa na kitu kimoja. Baada ya watu kumaliza ibada, badala ya wao kutoa sadaka, mchungaji Austin aliogeia hela nyingi kila mtu, na Lili alisikia kwamba mchungaji alifanya hivyo kila siku ya ibada. Lili aliporudi nyumbani, alimuuliza bibi yake, bibi, kwani mchungaji Austin anapata wapi pesa zote hizo na anaweza kudai watu wote waliofanya ibada na hakuna anayetoa sadaka, kwani ana kazi nyingine? Bibi yake alisema labda hizo ni baraka zake tu mjukuu wangu, ila kazi yake ni hiyo tu ya uchungaji. Bintri alishangazwa sana na majibu ya bibi yake. Lili alitamani kujua mengi kuhusu mchungaji Austin. Kwa nini baada tu ya watu kupoteza maisha yake kipindi kile katika lile kanisa la zamani maisha yake yalibadilika na kuwa mazuri? Siku moja baada ya ibada, binti Lili aliamua kubaki kanisani na kuanza kufanya usafi. Wakati anafanya usafi, aliona kitabu kidogo chenye rangi nyekundu kikiwa katika sakafu mbele ya kanisa. Alijua kuwa kuna mtu atakuwa amekiangusha. Hivyo aliamua kukiokota na kukiweka katika mkoba wake. Kisha akaendelea na usafi. Baada ya Lili kumaliza usafi, alirudi nyumbani akiwa na kitabu kile. Na alipanga kuwa atakitangaza kanisani siku nyingine ya ibada. Nilipofika majira ya usiku Lili akiwa chumbani kwake, nafsi yake ilimshawishi kuwa afungue kitabu kile na kusoma aliyokuwa ndani. Wakati ile afungua kitabu kile, aligundua kuwa ilikuwa ni kitabu kidogo cha kuhifadhia kumbukumbu. Nile aliamua kuanza kusoma baadhi ya maandishi yaliyoandikwa katika kitabu kile. Na ghafla alistadabu kuona baadhi ya michoro ya ajabu katika kitabu kile kulikuwa kuna michoro ya pembe pamoja na mifupa ya binadamu ila lisitajabu zaidi. Na pale alipoamua kufungua ukurasa mwingine unaofuata, alikuta kifungu cha maneno kilichoandikwa kwa maandishi mekundu, na alisomeka hivi: siku ya leo nimefanikiwa kutoa sadaka kubwa ya damu ambayo hakuna aliyewahi kuitoa. Sasa nina cheo kikubwa na naenda kuwa tajiri. Lili alianza kutetemeka na kuingiwa na hofu. Kwa nini maneno yale alimtisha? Japo hakujua kitabu kile ni cha nani, alijua kuwa kilionekana kuwa ni kina siri nzito. Muda ulienda na hatimaye siku nyingine ibada ikawadia. Lili alitoka nyumbani na kukiacha kile kitabu. Alipofika kanisani, aliketi, lakini alikuwa na hofu kubwa sana. Baada ya muda, mchungaji Austin aliingia, lakini alionekana kama alivurugwa na mawazo. Alisimama mbele ya kanisa na kutangaza, Jamani, watu wangu, nimepoteza kitabu changu cha kumbukumbu. Hivyo kama kuna mtu aliyekiokota, basi anairudishie upesi. Sasa hapa niliofu li ulimzidi na aliogopa kusema ukweli. Kati ya watu hakuna aliyesema chochote wala kusimama na wala hakuna aliyesema kuwa alikiokota kitabu hicho. Siku hiyo ibada haikufanyika kabisa. Kwani mchungaji Austin alichanganyikoka kupoteza kitabu chake. Mchungaji alianza kuongea kwa hasira. Hatuwezi kufanya ibada bila ya kitabu hicho. Watu wote kanisani walitazamana na hakuna alisema lolote. Bali Lia alikuwa anajitahidi kuficha hofu yake. Muda ulienda, na Lia aliporudi nyumbani alijiuliza maswali mengi sana. Hata bibi yake alipomuona alitambua hofu ya Lia na kumuuliza, Mjukuu wangu, mbona unaonekana kutetemeka, kuna nini? Lia alimficha bibi yake na kumweleza kuwa hakuwa na tatizo. Lili alijiuliza maswali mengi sana na aliamua kwenda kwenye lile kanisa la zamani. Ilipofika majira ya usiku, Lili alitoka bila bibi yake kumuona, aliamua kuelekea katika lile kanisa la zamani na alifika, kisha akafungua mlango na kuingia ndani. Kulikuwa na mazingira ya kutisha sana. Tandabui zilikuwa kila kona pamoja na vumbi. Lili alijiuliza mengi sana na alianza kushika vitu baadhi. Kila kitu alichogusa Lili alisikia sauti ya mtu inaolia kwa huzuni, kama vile inaomba msaada. Alisikia sauti za watoto wachanga wanaolia pamoja na watu wazima. Ili wakati anaendelea kutazama kanisa hilo macho yake yaligonga katika kioo kimoja kilichovunjika kilichopo ukutani, aliyekuwa ndani ya kioo akilia sana. Ili aliogopa sana na alianza kumwongelesha yule binti kwa hofu, wewe ni nani na mbona unalia? Ni kitu gani kiliwatokea? Niambie. Binti yule alinyamaza taratibu na kisha akatoka ndani ya kioo na kuja katika dunia ya kweli. Lili alimuuliza tena, mbona kuna sauti za watu wanaolia humu ndani, je, unajua chochote? Binti yule alitabasamu kidogo na kuanza kumwambia Lili, tulifanyia unyama na ukatili watoto wadogo wasiokuwa na hatia, wazee na wabinti wote waliteketea hapa ndani. Lili hakuelewa chochote, bila aliuliza tena, kwa nini unasema hivyo? Binti yule aliendelea Sote tuliteketezwa kwa moto tukiwa kanisani. Tulipiga kelele za msaada, lakini hakuna aliyeweza kutusaidia. Na mtu aliyefanya ukatili huo ni mtu ambaye kila mmoja anamwamini. Binti yule alianza kutoa machozi. Ni Mchungaji Austin. Alifanya hivi kwetu ili apate utajiri. Hakuwa na huruma kwa ajili ya mali alizohitaji. Nafsi zetu zitamtafuta na zitamlipa kile anachostahili. Lili aliguswa sana na maneno ya binti yule na aliingiwa na huzuni na alijihakikishia moyoni kuwa yale maneno aliyosoma kwenye kile kitabu yalikuwa ya kweli, na mchungaji Austin ndiye alihusika na mauaji ya kanisa hili. Yeye alimwambia binti ule na kuahidi, nitamuumba kwa ajili yenu, nitahakikisha jamii inatambua maovu yake. Binti ule hakusema chochote, bali alitabasamu na kutweka katika kioo alichotokea. Dili alirudi nyumbani akiwa ni mwenye mawazo. Alitaka kumuungua mchungaji Austin na alifikiria jinsi ya kumuumbua. Alipofika nyumbani alimweleza bibi yake yote, na bibi yake aliumia sana, kwani alimwamini sana mchungaji Austin. Muda ulienda na siku ya ibada ikawadia. Watu wengi walihudhuria kanisani ikiwemo Lili pamoja na bibi yake. Mchungaji Austin alikuwa mbele. Lili alikuwa akifikiria moyoni mwake jinsi ya kumuumbua mchungaji Austin katika siku hii, na kila mtu angeweza kushuhudia uovu wake, kabla ya mchungaji kuanza kusema chochote. Lili alisimama na kumuuliza mchungaji, samani mchungaji, naweza kusema kitu mbele ya watu wote? Mchungaji alimwambia, bado sijaruhusu maswali, binti, hebu kaa chini. Lili hakumsikiliza bali alinyanyuka na kuelekea mbele ya kanisa, kisha akashika kipaza sauti. Akiwa na sauti ya maumivu ndani yake, aliinua kitabu kile cha mchungaji alichokuwa mkononi mwake na kaanza kusema, wapenda mliogo katika kanisa hili, mchungaji huyu mnayemwamini ndiye aliyehusika na mauaji ya watu kipindi kile katika lile kanisa na zamani. Watu wote walishtuka na hizo habari za ghafla. Na mchungaji Austin alimtazama Lili kama ajui kinachosemwa. Binti, naona leo shetani amekutuma uje unichafue sio? Watu wanaanza kushangaa sana. Wengine wanaanza kulia, wengine wanakataa kumwamini Lili. Mchungaji Austin anajaribu kuchukua kitabu kile kwa nguvu kutoka kwa Lili, lakini binti Lili anamzuia. Neli anaanza kueleza watu wote waliokuwa kanisani, "Jamani, nilikiokota kitabu hiki siku nilipokuwa nafanya usafi. Niliamua kukisoma na nilikuta mambo ya ajabu yameandikwa humu. Hiki kitabu nilichokishika mkononi mwangu nicho kitabu mchungaji alichokuwa nakitafuta. Ndani yake ameandika jinsi alivyowaua watu wale wasiokuwa na hatia ili apate utajiri na wafuasi wengi. Mchungaji Austin alianza kujitetea huku akicheka kicheko cha uongo, Binti huyu ni mwongo na ametumwa hapa kunichafua. Watu hawakuelewa ni upande gani wa kuamini. Hafla baada ya muda, dali ya polisi inaingia na polisi wanaingia ndani ya kanisa. Mchungaji, tunahitaji kukagua nyumba yako na tunatuhuma nzito juu yako. Mchungaji ya Austin anamgeukia adili na, na kumwambia, binti, umeona kunichafua haitoshi na umeamua kuniitia polisi? Hautashinda kama inakwambia lili hakuongea chochote. Polisi walikwenda hadi nyumbani kwa mchungaji na wakaingia ndani, na watu wengine waliokuwa kanisani nao walikuwepo kujua mambo. Polisi walianza kukagua jumba la kifahari la mchungaji Austin. Walikagua vyumba vingi sana, na baada ya muda walifika katika chumba kimoja kilichokuwa kimefungwa kwa minyororo. Walivunja humo na kuingia ndani, kila mmoja wao alistaajabu. Chumba hicho kilikuwa kimejaa michoro ya kutisha katika kitanda chake kulikuwa na mabakuli yaliyojaa damu za watu. Waliona ukuta mmoja uliokuwa umeandikwa majina ya watu, na polisi walipojaribu kuyasoma, soma waligundua kuwa ni majina ya wale waliopoteza maisha kipindi kile, kila mmoja ya kati aliyokopa ya eneo hilo walishangaa sana na kwanza kutoka na machozi. Wengine walikuta majina ya ndugu zao waliopoteza maisha, wengine walikuta picha za watu wao wa karibu. Polisi walimweka chini mchungaji na kumtaka akili yote aliyoyafanya. Mchungaji Austin alianza kusema maovu yake. Mimi ndiye niliwasababisha watu kupoteza maisha kipindi kile. Kwenye lile kanisa niliwakusanya watu na kuambia kwa kwatufani ibada ya usiku, nilitoka nje na niliwasha moto uliowateketeza wote. Nilifunga milango na madirisha, hakuna ambaye angeweza kujiokoa. Nilihitaji kwa mtu mwenye pesa nachewo, na cheo na niliamua kutumia njia za giza, na niliambiwa kuwa nitoe sadaka ya damu nyingi, na tangu hapo maisha yangu yalibadilika sana. Kila mmoja aliyekuwa pale akimsikiliza mchungaji alianza kulia kwa hasira, kwani mchungaji alifanya ukatili mkubwa sana. Polisi waliamua kumchukua na ushahidi wote na kumpeleka mahakamani. Binti Lili alipewa heshima kama shujaa na kanisa lilipokea mchungaji mpya mwema, na wakaanzisha kanisa dogo na kufanyia ibada. Baada ya siku kadhaa, habari zilisiga kuwa mchungaji Austin alipoteza maisha katika mazingira ya kutatanisha akiwa anasubiri hukumu yake. Natumai umesikiliza hadithi hii mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe chaneli yangu, kulike, kushare na kucomment.